Anza na habari za kitaifa. Uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Arusha mjini umefanyika kwa amani huku idadi ya wapiga kura waliojitokeza ikiwa ndogo ukilinganisha na chaguzi zilizopita. Zoezi la upigaji kura limekwisha kamilika jijini humo na hivi sasa kinachosubiriwa ni ujumuishwaji wa kura na utangazwaji wa matokeo rasmi ya uchaguzi huo unaowashindanisha wagombea kutoka vyama vya CCM, Chadema, CUF, ACT na NRA. Mwanahabari wetu Ramadhani Mvungi ana ripoti zaidi. Kwa kwa tathmini haraka haraka mpaka saizi tulivyofikia saa hizi nikiangalia ni, ni saa tano karibia na nusu hivi, kiukweli kwa Arusha tunayoijua ambayo imekuwa na hamasa na amsha amsha katika kujitokeza kupiga kura, zoezi bado tunaweza tukasema limedorora kwa sababu binafsi nimepita zaidi ya vituo kama sita hivi, hiki ni kituo kama cha saba, lakini unakuta idadi bado ni ndogo sana. Kata atemi, sita, ya temi ina vituo ishirini na sita vya kupigia kula, lakini hali halisi kutoka asubuhi mpaka muda huu unakuta kuna changamoto kubwa ambayo tumekumbana nayo ambayo ni watu fika kituoni wachache ukilinganisha na idadi ya watu waliojiandikisha. Siasa huwa zinakwenda na, na... upepo kwa hiyo inawezekana upepo kidogo sasa hivi hauvumi sana kwenye upande wa siasa, kwa hiyo watu wengi mpaka sasa hivi hawajajitokeza. Hilo e, ni moja lakini lingine pia inawezekana uh, vyama vya siasa ambao ni wadau wetu wakubwa katika zoezi la uchaguzi uh, uhamasishaji mkubwa. Uchaguzi huu ni matokeo ya kifo cha aliyekuwa mgombea wa jimbo la Arusha mjini kupitia chama cha ACT Wazalendo, Estomi Mala, ambaye alifariki siku chache kabla ya uchaguzi mkuu. Na tutakumbuka kwamba wapiga kura katika jimbo la Arusha mjini ambao wameandikishwa katika daftari ni laki tatu kumi na saba elfu 1814 lakini taswira za awali tangu majira ya asubuhi vituo vilipofunguliwa saa moja za asubuhi katika maeneo mbalimbali ni kwamba uh, taswira inaonyesha hakukuwa na idadi kubwa sana ya wapiga kura mpaka majira haya, ambapo uh, zoezi hili linapokwenda kufungwa majira ya saa kumi za jioni alasiri, katika kusubiri zoezi la uhesabuji na baadaye utangazaji wa matokeo. Na ni kwamba wagombea wanaoshiriki katika kinyang'anyiro hichi ni pamoja na Godbless Lema ambaye anawakilisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema anajaribu kutetea kiti chake baada ya kuchaguliwa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita na kuongoza jimbo la Arusha mjini, ambaye aliweza kupiga kura katika kituo cha chuo cha Veta kilichopo katika kata ya Ngutoto nje kidogo ya jiji la Arusha. naomba wananchi wajitokeze sana ili tupate kura zangu ziweze kupeleka na viti maalum lakini nitawashinda CCM kwa kura nyingi. Nilijipanga kisayansi. Nilikuwa nashindana na mtu ambaye ana uwezo wa kuwa mbunge wala kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Wananchi watanrudishia ubunge leo na iwe, na nyinyi mjifunze kuamini, basi hii hii mtakachokirekodi kwa kumbukumbu kwe kwenye maisha yenu kwamba imani thabiti huwa inaleta matokeo makubwa. Mwingine ni Philemon Molel yeye yeah, anawakilisha chama cha mapinduzi CCM, ambaye ameweza kupiga kura yake katika kituo cha Kimandolu, shule ya sekondari Kimandolu, katika jiji la Arusha. Naona watu wanafurahi, wanakuja kupiga kura, wanaondoka wakicheka, wana wakifurahi, wana kabisa. Kwa hiyo ninaamini kabisa ya kwamba ni chanzo cha amani Arusha, na pia ni chanzo cha mafanikio, na pia ni chanzo pia cha kuinuka kwa uchumi katika jimbo letu la Arusha. Mgombea mwingine ni Zuberi Mwinyi kutoka chama cha wananchi CUF, ambaye yeye amepiga kura yake katika kituo cha YMCA kata ya daraja mbili. Naamini kabisa kwamba uchaguzi wa mwaka huu hautakuwa na tatizo lolote, tukiamini kwamba ushirikiano wa vyama vya vyama ambavyo vinavyoshiriki ni pamoja na wadau wote wametoa mchango mkubwa katika kuimarisha amani ndani ya jimbo. Kwa hiyo tunaamini kabisa hakutakuwa na tatizo, ila tu tuna sikiza kwa tume kwamba tunahitaji haki. Mgombea mwingine ni mgombea pekee mwanamke katika kinyang'anyiro hichi, yeye ni na Voi Molel ambaye ameweza kupiga kura yake katika shule ya Burka kata ya Olasiti mefanya kampeni nzuri na huko nilipopita watu wamenipokea vizuri, kwa hiyo naamini katika kushinda. Lakini pia unapoingia katika mchezo kuna kushinda na kushindwa, hivyo endapo itatokea nimeshindwa, bado nitaendelea kushirikiana na jamii niliyonayo hapa katika jimbo langu ili tuweze kuona kwamba tunashirikianaje moja kwa moja katika kutatua kero zetu. Hasa mwingine ni mkama Jaralia kutoka NRA na kwa kuhitimisho tu ni kwamba zoezi la uhesabuji kura na linafanyika katika vituo mbalimbali, lakini majumuisho yote na utangazaji wa matokeo yanatarajiwa kutangazwa na msimamizi wa uchaguzi katika eneo la Veta katika kata ya Ngutoto, kama tulivyoarifu hapo wa awali, nje kidogo ya jiji la Arusha, na tukiwa tunasubiria nini hasa kitakachojiri na ni nani hasa ambaye anaweza kuibuka mshindi wa kiti cha ubunge katika jimbo la Arusha mjini. Mimi ni Ramadhan Mvungi kutoka hapa Arusha.